Licha ya kuwa tume ya kuajiri walimu TSC imewataka walimu wakuu kuwajibika kwa kuhakikisha kuwa wanafunzi wanalindwa shuleni wakati wa mgomo, chama cha KUPPET tawi la Nyeri kimewaamuru walimu hao wakuu kujitokeza na kushiriki mgomo kama walimu wengine. All teachers, including head teachers, principals, their deputies, head of departments, must move out. They are also teachers, and they have a right to participate. Chama hicho kimesema kuwa endapo TSC itaendelea kutoa vitisho vya kuwafuta kazi waalimu, basi watafika katika ofisi za elimu za kaunti na kutaka wapewe barua hizo za kuwaachisha kazi. Waalimu hao wanamtaka rais Uhuru Kenyatta kuingilia kati swala hilo la waalimu he should revive the already collapsed education sector just as he did to the sugar industry he revived the collapsed mummies education now has collapsed and we are calling him to move with speed na huko kaskazini mashariki Viongozi wa kisiasa wanalalamika kuwa masomo katika maeneo hayo yameathirika zaidi kutokana na ukosefu wa walimu wa kutosha, pamoja na mgomo huo wa walimu. Kweli walimu wana human right kutafuta mishahara yao, wana haki ya kuuliza nyengezo ya mishahara, lakini kibinadamu, hata wao wanafaa waangalia human right ya watoto maskini wadogo ambao wanatakiwa wawafundishe wanailaumu mahakama kwa kutoa agizo la kutaka TSC kuwalipa walimu nyongeza ya mishahara yao, wakisema kuwa haikutolewa wakati unaofaa, badala ya kupiga turubini na kuangalia madhara ambayo inaweza kuletwa na maamuzi nyingine ambayo wanafanya. Mahakama labda ingestaga kidogo, kusema maka hii ilipwa kadha, kwa lazima maka jao ilipwa kadha ili mwalimu wapate mishahara yao yote, lakini sasa imekuwa koka. Na katika kaunti ya Kiambu walimu hao walifanya maandamano na kufika hadi kanisani kufanya ibada ya maombi kuhusiana na mgomo huo wa walimu unaoendelea. Ofisi ya TSC, ndiyo tuwaambie wasipoteze mali ya serikali kwenda kutafuta walimu kwa mashule walimu hawako kwa mashule, wako nje, wako kwa strike na hawatarudi mpaka watakapolipwa pesa kulingana na maagizo ya court. Beana Kendi QTV.